sijui ni <coughs> Bwana sijui anaitwa haleluya, eh, nitoke kipindi kile cha kina Paulo <coughs> na Apolo wakaanza kushindana, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, akaja akasema hakuna aliyepanda na

kwa sababu ya jinsi Mungu anasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana. Haleluya! Kwa hiyo tujue kwamba Mungu anapinga mwenye kiburi, lakini kumpa neema mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ya kweli inaanza na moyo wa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili kusaidia hapo kama kifaa cha Bwana. Haleluya. Hey, eh, upo pale kama kifaa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini toa msaada bila kutaka sifa. Haleluya. Kuna watu wakikusaidia. Eh. Hey, atakutangaza hey, mtaa mzima. Yule mta ajiru, nilimsomesha mimi. Mtaji usiuone yule. Nilimpa ni nini yule? Nilimpaga nilipa laki moja nikamwambia anzie hapo maisha.

kumpa msaada yana anataka ya, kukuona unenyekee, yani uinami ah, wewe hatu inami ngo. Kwa jina la Yesu anayestahili kuabudiwa ni Bwana peke yake, ni Mungu sendani wa mtu peke yake ndio tunamsujudia, hatutasujudia wanadamu no, haleluya yeah. Eh, yana mtu mwingine hapa yani kikopa dele la ngo aha ana ah. ah, nah, maana kipita tu kule umsogee baba bwana asiwe mambo yani eh, <laughs>

Usi, oh, oo oh, utachelewa sana. Utachelewa. Hallelujah. Utachelewa sana mambo kuna watu wanaodharau wewe. Utataka heshima ambao watu wanaokudharau. Utatoka moyo wako unyoo zitamani. Nimsaidia na yule kwenda anayedharau kweli. Ah, sote tena. Tayari umetoka kwenye mpango wa Mungu. Mungu alikuweka faru waendelee kuwabariki. Wewe umetoka kwenye mpango wa Mungu sababu ya madharau ya mtu. Hallelujah. Baraka, baraka, baraka kwa mwingine. Watu wa Mungu tunafanyika baraka na dunia

Yesu asifiwe. Wewe mmoja wa watu ambao wanawapa watu tabasamu. Wanawapa tabasamu kwenye kazi, wanawapa tabasamu kwenye jamii. Tabasamu kwa watu. jamiiabasau wa watuwarvariginlake